Tunatahadharishana kuhusu mwizi ambaye anaweza kuharibu funga yako, akaiba fadhila zote za ramadhani yako. Ama mwizi wa kwanza ni kula mchana kwa makusudi, au kula ndani ya wakati ambao tumewekewa kuwa ni wakati wa kupitwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema mpaka pale kwenye utepe wa alfajiri. Kwa hivyo, utepe wa alfajiri unapoingia tu tayari ni kikomo cha kula na kunywa. Lakini hao ni wezi wawili ambao wangeweza kuharibu kabisa funga yako na ukawa hujafunga chochote. Wezi hao wawili, tumekuwa na tahadhari nao kubwa sana. Je, wezi wanaobakia kukamilisha idadi ya wezi tisa, tumepambana nao ipasavyo? Wa kwanza kabisa ni jimai, kufanya ngono, kufanya tendo la ndoa, muda ukiwa umekwisha pita. Maana kufanya tendo hili ndani ya muda ambao umekatazwa kuna haribu moja kwa moja funga ya mwenye kufanya hivyo, hata kama itakuwa alipitikiwa akaingia kwenye wakati huo hasameheki bali anaambiwa ajizuie mpaka pale ambapo muda wa kufuturu utafika, atafanya hivyo, lakini hii itamlazimu kuilipia. Mwizi mwingine ni kujitapisha katika hali ya makusudi. Hivi ni katika jumla ya vitanguzi vya funga ya mtu. Mwizi mwingine wa tano ni kutoa manii. Kupo aina ya utoaji wa manii ambao sheria inasema kwamba wewe funga yako bado ipo. Usishangae endapo utakuwa umetoa manii katika hali ambayo si ya makusudi. Kwa mfano, ulilala halafu, katika kulala kwako manii yakatoka katika hali ya kuota njozi, hii haifunguzi funga, haifunguzi abadan. Lakini kama itakuwa mtu alijichezea alimkumbatia mwenzake kwa matamanio, haya yote haya huharibu funga, yanaharibu moja kwa moja funga yako. Ama mtu ambaye amejiwa na mwizi namba sita, ambaye ni hedhi au kuzaa au damu inayoendelea baada ya kuzaa, moja kwa moja huyu ni mwizi wa sita hasa hasa kwa wanawake ndiyo wenye desturi hiyo. Ninaposema hasa hasa, ndio wenye desturi hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala ashindwi na jambo. Unaweza ukashangaa wachanja wa mtu katika hali isiyo ya kawaida, ana ujauzito na anakwenda hospitali. Allahu ala kulli shay'in qadir. Ikitokea imekuwa hivyo, basi na huyu kwa ila ya kuzaa, ama hiyo damu itakayoendelea kwake itamlazimu Mambo haya tumezoea kuona katika ndoto, mwanaume anashika ujauzito na, uja na anazaa, lakini ini reality ni jambo lingine kidogo, litakuwa limefurutu ada. Mwizi namba saba ni kutokwa na akili kwa hali yoyote iwe uenda wazimu, iwe ulevi, iwe kuzimia na hali nyingine yoyote ambayo inawezekana mtu imempata mwingine, akasikia harufu ya perfume, alafu akili ikafyatuka mpaka ile harufu atakapokuwa nayo mbali Akili ikirudi, tunamwambia funga yako imebatilika. Mwizi wa nane ni kuacha Uislamu kwa makusudi, hivyo kuacha Uislamu kwa hali yoyote kutamfanya mtu huyu funga yake iharibike. Hivyo basi wezi saba niliyowataja hapo nyuma kwamba wanaiba funga ya mtu na kuondoka na fadhila za kufunga, haya yote yanamhusu Muislamu. Kama si Muislamu hauingii kwenye sharti hizi, vitanguzi hivi wewe huna e. Kwa hivyo inakufaa kula mchana, uislamu umekutenga na hilo. Mwizi namba tisa ni kung'ang'ana kufunga pamoja na hayo mambo nane niliyoyataja, yaani haya mambo nane kama unayo mchana wa Ramadhani alafu ukajinasibisha na waliofunga, hiyo ni hadha an mansura kwamba si lolote si chochote uliyoyafanya, haya hayana malipo. Nadhani umenipata vizuri. Kama unalo jambo linakupa shaka na unataka kufahamu kuhusu funga, niulize kwenye comment hapo, tutakujibu Mtavassy TV online. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuhu.